Kauli ambayo ilileta ukakasi kwa wanamichezo pamoja na mashabiki mbalimbali na kusema kitu ambacho amesema, amesema kitu ambacho alichofanya kumwambia Karia ni mlevu wa madaraka, ni kusema wakacheze sinema, ni kitu ambacho Young Africans baadhi wa mashabiki wamekasirika kupitia Haji Sande Manara na vilevile, amewataka vile viongozi wa Young Africans chini ya Engineer Said waite vikao haraka. Ajenda namba moja, mechi kuto kuchezwa ya ligi kuu soka Tanzania Bara, dabi ya Kariakoo. Kauri umeipokea kwanza, Haji Manara, Karia ni mlevu wa madaraka. Kwanza lazima tujue Haji Sande Manara huyo ni nani kwenye Yanga. Ni mwanachama, Young Africans. <laughs> Je, mwanachama ana, ana, ana mamlaka hayo ya kuitisha press akaiongelea hilo? Mimi mwanachama wa Simba Sports Club. katiba za vilabu hizi vinafanana vina na katiba ya nchi ya Tanzania, vina vitu vichache sana ambavyo vinatofautiana. Sijui mnaelewa? Nchi ya Tanzania ina utaratibu wake. Mwananchi hawezi kukaa bala barabarani, akaita vyombo, akaitisha vyombo vya habari, akamwambia rais wa nchi aitishe mkutano mkuu. Sijui mnaelewa? Mwananchi hawezi kukaa bala barabarani, akamwambia rais aitishe mkutano wa nchi. Hakuna tuna taratibu zetu. Hata vilabu kuna katiba. Simba katiba yetu hii hapa, katiba Simba Sports Club. Umeona Simba, katiba ya Simba Sports Club hii hapa, ila katiba hii, katiba hii ya Simba kila kilichokuwa umu kimefata na kimezingatia kanuni na sheria za nchi ya Tanzania, Haitofautiani na katiba ya nchi, kuna baadhi ya sehemu chache sana. Yanga wana management yao wana kila kitu chao wana ofisi zao. Kama yeye mstaarabu, kwa nini asiende kwa viongozi wake akawashauri kupitia katika tawi ambalo yeye anatokea? Wanachama wa klabu ya Yanga wanaomba mkutano katoka yeye. Kama yeye kihuni, kaenda kuzungumza na vyombo vya habari, yeye kama nani hilo no, no, no, ni maana mana nimekwambia, hivi Watanzania wote tunaitetea tuna, tuna nchi yetu ya Tanzania umeelewa? Raisi wetu Samia Hassan na yeye anatetea nchi ya Tanzania unamfikishiaje ujumbe kisheria na kikatiba ambayo nimekuonyesha, hii hapa, kuna utaratibu humu ndani. Yanga wana katiba yao kama hii, Tanzania nchi ina katiba yao kama hii humu ndani wanasema hivi, ukitaka kupeleka maoni katika klabu yako au sehemu yoyote lazima ufike. Ndio maana hata chama tawala ambacho natokea na tawala nchi hii, rais wake akitokea kwenye chama tawala CCM, wana matawi ambayo ni mashina, taratibu na tishu yote inotokea ya rais mtu wa, wa mashina wanakaa vikao, wakaandika muktasari, wakapeleka sehemu zinazohusika sehemu inayohusika ikaenda sehemu nyingine, mpaka ikamfikia mhusika. Ukimwona mtu anaenda kuzungumza kwenye vyombo vya habari kama yeye, huyo ni muhuni. Alisandali Manara ni muhuni, tunasema ni muhuni kwa sababu, kwanza si wa Tanzania. Ni watu wa amani, anachokifanya anataka kuleta mgongano na msuguano kwenye nchi yetu ambayo imejengewa amani kabla yeye hajazaliwa Haji Sande anataka kutuletea mgongano wa kabla yeye hajazaliwa. Usitengeneze mgongano wa kimaslahi ya maisha yako, kwa sababu ya wewe upate riziki wengine wateseke. Unapokuwa mtu ambaye watu wanakusikiliza kauli zako, chunga maneno yako unayoyazungumza, unaweza kusababisha vurugu kubwa kwenye nchi Unaweza kusababisha mtafaruku mkubwa kwenye nchi ambayo thamani yake ya amani iliyokuwepo imejengwa kwa muda mrefu na wazee wetu waliopita, lakini wewe kwa maslahi yako na maisha yako ya kawaida unataka kuvunja amani hiyo kwa sababu ya leo kakaa kwenye vyombo vya habari, kahamasisha wanayanga waitishe mkutano. Nimemsikia anasema ikiwezekana mkutano huo hata rais wake ambaye anaongoza klabu ya Yanga akae pembeni kwa sababu anaogopa kufungiwa katika mkutano ule kasema, viongozi wengine wote wakae pembeni, wagoma kufungiwa. Ina maana mtu huyu analeta uchochezi wa nchi ya Tanzania. Leo utakapowaita watu ambao hawako katika utaratibu wa uongozi wa klabu husika na hawajafata hii katiba, unatengeneza nini? Tuzungumze ukweli wa Tanzania, tusizungumze kinafiki. Huu mwezi mtukufu unapoita mkutano nje ya utaratibu wa klabu yako au nje ya utaratibu wa nchi yako ya Tanzania inavyosema, unatengeneza vurugu. Vurugu zile zinapotokea, anayezungumziwa ni rais wa TFF Wallace Karia. Ni kweli Karia anauchwa madaraka au ni mlevo wa madaraka? Haji anauchu wa madaraka Haji anauchu wa madaraka Haji anauchu wa madaraka, sio Wallace Karia. Wallace Karia kachaguliwa kwa kula za wajumbe senelewa Wallace Karia kachaguliwa na wajumbe ambao wako mikoa wa yote ya mpira ya Tanzania. Mwenye uchu wa madaraka anachukua madaraka kwa kupindua au kupola kwa mtu. Nitajie, Wallace Karia kampola nani madaraka alokuwa nayo? Wallace Karia kateuliwa na wajumbe ambao wako kwenye mikoa wa yote ya Tanzania, wamempigia kula, ndio maana ameshinda, na nadhani huu ni muhula wake wangapi wa pili anaongoza. Kama angekuwa hafai, wale askaria wangemchagua tena. Kwa hiyo Watanzania, tuepukane na watu ambao wanataka kutuletea chuki, wanataka kutuletea husda na na na ufitini kwenye nchi yetu, ambayo imejengwa kwa misingi ya amani toka tukiwa wengine hatujazaliwa mpaka tumezaliwa, tumekuta hii amani. Leo tunazungumza na yeye, Haji anazungumza kwa sababu nchi ina amani. Angeikuta hii nchi wakina Mzee Sande hawajailetea amani, yeye asingepata kauli ya kusema kwa nini anataka kuibomoa amani yetu leo? Unavyohamasisha watu wakakutane Jangwani ni vurugu kubwa. Leo unavyohamasisha watu waende kufanya, waende kufanya mikutano nje ya taratibu ya katiba yenu na viongozi wenu, unasema waka nje wanaogopa kufungiwa, hiyo ni vurugu. Naomba huyu mtu aangaliwe. Mtu huyu, tuna sababu zake kama nne au tano za msingi, ambazo astahiki kuwa kiongozi hata wa serikali ya mtaa, hafai Hafai, hafai kabisa, hata kwa kiongozi wa serikali ya mtaa. Labda aongoze familia yake ambayo ndo iko chini yake, ila sio kwa, kwa kuongoza watu wenye akili timamu. Kaongoza Simba kaondoka Simba kwa sababu kagombana na mtu kaamia kwa timu pinzani, kaongea maneno mengi akiwa kwenye timu pinzani, kabla hajaamia timu pinzani, akiwa Simba. Mwogope huyu mtu, ni hatari. Watu wamwangalie wa Tanzania wamwangalie, huyu mtu ni sumu. Akiwa kwenye timu yetu ya Simba Sports Club aliongea maneno mengi sana, ambayo mengine ni mabaya mno, hayafai hata kuzungumzwa. Alisema kwenye timu ambayo sasa hivi yupo, wenye akili ni wawili, baba yake na mzee Jakaya Kikwete, kwenye vyombo vyenu vya habari. Lakini mtu huyu huyu alisema yeye hawezi kwenda Yanga labda iende maiti yake, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Leo yuko mzima, ameenda ameenda, yuko Yanga na anaizungumzia Yanga tena kwa mapovu na, ma, na, na masauti makubwa na mishipa ya shingo inamtoka, anaizungumzia Yanga ambayo alisema yeye akiwa mzima hawezi kwenda labda awe mfu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah anakufulu tena kwa, na, nasikia akasoma. Kabla ajawa msemaji wetu, alikuwa ni mtu wa kwenda kwenye mashuhuri anaandaa, na akasoma madrasa. Leo anabadilika, ameenda katika timu ambayo alisema wenye akili wawili. Kwa hiyo ukitoa mzee Jakaya na baba ake na yeye, kachanganyika kwenye sehemu watu ambao hawana akili. Lakini ukitoa hiyo, kaenda kuchanganya tena, kasema yeye hawezi kuenda Yanga labda awe mfu. Na hizi na video zipo, au uongo? Eh? Lakini mtu huyu huyu kwa kuonyesha kwamba hafai hata kuongoza serikali ya mtaa, alikuwa kiongozi wa Umoja wa Vijana wa chama tawala kilichomwondoa. Sisemi, nenda kwenye mahakama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rekodi zake zipo. Kwa nini alipelekwa gerezani? Kwa sababu ya kesi gani? Mtu huyu huyu, sikiliza, nikwambie. Ndio maana anasema Watanzania wamchunge huyu mtu. Manara, wamchunge huyu mtu, sawa amemaliza hapo. Mtu huyu wako Arusha kamzi haki na kumkashfu rais wa chama cha soka cha Tanzania, TFF, Wallace Karia. Karia huyu ndo amemrudia tena jana, alimzihaki na kumkashfu mbele ya halaiki za watu. Watanzania, hatuna mazingira hayo, tuangaliane kweli. Watu sisi wa Tanzania, hamna mtanzania anafanya mambo ya ovyo kama jinsi anayofanya Haji. Huo ndo ukweli. Sisi Waislamu toka ukiwa unazaliwa, ukizaliwa Allahu akbar Allahu akbar, anaitwa Mwenyezi Mungu wako Allahu Allahu Mwenyezi Mwenyezimungu wako kwenye sikio lako, ina maana uwe na hofu ya Allah. Leo kama umeaziniwa, uwezi kumkashifu mtu mzima kwenye nchi mkubwa kama baba yako mbele ya haraiki ya watu kwa maneno. Huyu huyu haji ukitoa hiyo juzi je, kazi haki jeshi la magereza azalani, kwa swala dogo tu ambalo walimwambia, sogeza gari sogea pembeni tupite na gari, tunataka kuondoka, mechi tumemaliza. Kila alichozungumza kiko kwenye vyombo vyenu vya habari na kila mtu kaona kazi haki jeshi la magereza, ambao ni jeshi letu la nchi ya Tanzania. Nazungumza haya sio kwa kuyatoa kichwani, yapo na ameyazungumza yeye. Leo anapata mamlaka gani ya kukushawishi wewe Mtanzania, uwe Yanga, uwe Simba, uwe Lipuli, uwe Ashanti, uwe Singida United, ya kusema kwamba yeye anachosema ni kisafi kuliko alichokifanya Wallace Karia? hapo tu kama una akili timamu huwezi kufata mwenendo wake. Anaafai astahili kuwa kiongozi zaidi ya kuongoza familia yake ambayo ndiyo damu yake, ila sio kumuongoza mtu ambaye yuko nje ya, ya, ya, ya damu yake. Watanzania ni watu wa kupenda amani. Rais wetu, mama yetu Samia Hassan Suluhu, anapenda amani na anatupenda Watanzania. Shabani Haji, Haji, Haji Manara ameenda mbali zaidi na kusema Wallace Karia awaombe radhi Young Africans taasisi, Young Africans aiombe radhi kwa kauli ambayo alitoa. Alisema kama wamechoka wakacheze sinema. Ni kauli ambayo Manara amewaka sana. Mambo ya Karia, muombe radhi, kauli ambayo alisema unafiki. Karia, ombe radhi Young Africans kwa kauli ambayo alisema wakacheze sinema. Manara yake, mimi kwa upande wangu ni sahihi kabisa kwa asilimia mia moja sahihi kabisa. Ukishindwa kucheza mpira tafuta fani nyingine. Hei, kawachagulia fani kubwa katika nchi ya Tanzania, sinema, fani kubwa sana. Angewambia wakauze karanga, wakauze mahindi, wakachome labda, kidogo wangejifanya kama wao wakubwa, na kazi hiyo. Sio sawa, unapozungumzia tasnia ya, ya, ya, ya filamu Tanzania, tasnia kubwa, tasnia kubwa yeye mwenye kakili mpaka rais wa Tanzania kuna filamu yumo kashiriki. Tasnia kubwa, tunawaheshimu wasanii wote wa filamu Tanzania. Wameshindwa kwenye mpira, waende kwenye tasnia ya filamu, labda ndo fani yao, wameshindwa kwenye mpira. Ukiwa kwenye mpira huwezi kufanya vitu anavyovifanya wao, mpaka mtu anasema ina maana vile vitu vimemfika shingoni. Klabu yao ilishafungiwa na Sekafa na katibu mkuu Musonye klabu yao kwa sababu ya vitu vya ovyo kama hivyo, hamkumbuki wa Tanzania, klabu yao imeshagoma kuja uwanjani kwa sababu anasema kuna makubaliano ya mapato, tulikubaliana nje ya uwanja, Simba tulienda uwanjani na, na waamuzi walifika. Hamkumbuki hivyo vitu? Klabu yao ndio klabu ambayo inafanya vitu vya ovyo. Faini za TFF, kikujua dokumenti no za faini za TFF ya timu ambayo inaruka mageti na kuvunja mageti na kuruka ukuta kwenye ligi hii. Wow, wao dokumenti zao zimejaa kuliko klabu yoyote huo ni uhuni, sio, umeelewa? Klabu yao wachezaji wengi wameenda kwao kwa magumashi, wanambia mchezaji saini, sisi tutamaliza. Kwa kumalizia kwenye hili, klabu yao ndo klabu ambayo imeshtakiwa mara nyingi FIFA na kesi zote wameshindwa. Huo ni uhuni, mtajie kesi gani moja wameshinda? Kesi zote wamefeli, wamepeleka kasi, lakini taarifa yao wakisema vile, wanataka alama tatu na magoli matatu. Baada hawana imani na bodi ya ligi pamoja na TFF kwa Yanga Africans, wameandikia barua CAS, mahakama ya usuluhishi wa michezo FIFA. Nawatakia kila la heri kwenye safari yao, lakini kitakachowakuta watarudi na kilanga. Mwenye kilanga muache kilanga kimchezee. Acha, acha, acha, acha waende, si wanaenda CAF, CAS iko ndani ya Kafu, si ndio hivyo? Mjumbe wa kamati ya utendaji wa Kafu kutoka ukanda wa Sekafa ni presidenti wa mpira wa Tanzania Wallace Karia anajua taratibu zote za mpira, hata huyo ambaye wanaojivunia wao kwa makelele na mekwapa sasa hivi, ambaye nilikuwa na muheshimu, lakini lakini sasa hivi heshima yake nimeshusha zote, rais wao engineer elis ana maxi kwangu hata moja atabaki kuwa. Kama ye ni kiongozi atajua mwenyewe, lakini mimi sitambui kama ye ni kiongozi, hata kama itonisaidia nayetomsaidia lakini nimemshusha masi zote. Ameteuliwa kupitia katika kamati hizo hizo na watu wa TFF ndio wamethibitisha KAFU kwamba huyu atatufaa. Leo naona TFF aifai. Kwa hiyo hawa watu ni, ni, ni watu wa ajabu. Mimi niwaambie tu, Nawatakia kila laheri kwenye safari yao ya kasi, waende kasi, wapeleke hiyo hiyo barua, ila kitakachowakuta kitakachowakuta. Mwenye kiranga apewe pole kwa namna hii sakata ambayo linaendelea. Shabani, kwa Young Africans, unaona viongozi wa Young Africans wapo sahihi kugombania alama tatu kwa Simba Sports Club ama Young Africans wakae chini, wajishauri, dabi vipigwe? viongozi wao dhaifu sana, hawako sawa. Mimi niseme dhaifu sana, hawako sawa. Kuna vitu vingi sana vya ajabu anavifanya, vingine watu wanavinyamazia kimya. Kuna vitu vingine havifai kuvisema, ukivisema ni aibu. Kwenye mechi zetu tunaona sawa eh? Lakini tunanyamaza kimya, mifano, mifano halali si, si, tushaiona. Mtu ambaye anashauri iko kitu, mmeona makosa yake akiwa kwenye chama tawala kama katibu mwenezi, sijui kama ni nani, kashapata kesi. Akiwa kwenye mpira kwenye klabu ya Simba akiwa afisa habari wa klabu ya Simba, kaondoka klabu ya Simba kashapata kesi, kaondoka klabu ya Simba kwa sababu alikuwa na kesi tena, kagombana na mwanadada kamshinda, kaachia. Baada ya pale, kaitisha press kalopoka maneno mengi sana, katoka hapo kaenda katika klabu ambayo sasa hivi anasema yeye ndo hey, mdau ndo kenda kidaki mwanachama na anataka mkutano aitishwe. Aliambia maneno mengi ya kashfa, sio nasema mimi, yeye mwenyewe alisema. Lakini ukimaliza hivyo, kamzi haki na kumkashfu rais wa mpira Tanzania na rais wa Sekafa President Karia akiwa hadharani mbele ya laiki ya watu, hilo ni kosa lingine. Lakini ukiachia hivyo, huyo inaonekana na ndo mshauri wao. Sasa kama unashauriwa na mtu kama huyo, wewe kiongozi, utakuwa shupavu na imara kweli? Muktadha Ali Mangungu wakati anatoa salamu za kuahirishwa mechi ya dabi akukaa na wahuni, alikaa na watu wanaojielewa. Usiku ule ule bodi ya klabu ya Simba ilitisha kikao, wakatafakari wakajua wapi, wapi walipo, wa, wa, wa, wa, wa, walipopatia na wapi pa kwenda kuandika barua ili kiwezekana mtakali wake. Ingekuwa kama viongozi wa ovyo siku ile baada ya lile tukio tukio, ulimsikia ulimsikia kabla lile tukio linafanyika pale. Kiongozi wote wa Simba aliita media akasema, "Kwa matumizi wametuambia tuna mbuzi. la la, ulisikia alifanya hivyo? Walikaa kwenye kikao wakafuata utaratibu wa katiba wakaandika barua wakamwandikia baba mwenye mpira wake, baba mwenye mpira wake akaahirisha mechi. Huo ndio utaratibu. Ukimwona mtu anazungumza nje ya utaratibu, huyo ni muhuni. Kwa hiyo hata viongozi wao, kama nimemsikia Arafat, naye makamu wa rais, na yeye kasema dabi ya wachezi, mimi nasema kama Yanga iko Tanzania inashiriki ligi kuu ya Tanzania bara inafuata taratibu za mpira dabi wanacheza. Kama Yanga ni timu ya Somalia hawashiriki chochote katika mpira wa Tanzania wa Somalia, basi Yanga haichezi dabi moja. Kauli ya kauli Mediari ameandika katika waraka wake wa mitandao ya kijamii akisema, kama msipompenda Karia pendeni mazuri ambayo ameyafanya katika soka. Kauli hii umeipokea Shabani? ya Ahmed Ally msemaji wa Simba Sports, kama msipompenda Karia pembeni, pendeni mazuri yake aliyotenda katika soka letu la Tanzania. Huwezi kupenda mazuri bila hata kumpenda mtu aliyofanya mazuri. Mimi niwaambie na nimwambie baba yangu walisikaria, kuna nyimbo yetu moja tunaimba, namwimbia nyimbo hii special for Karia. Wale sikaria tunakukubali, hauna baya. Wale sikaria tunakukubali, hauna baya. Wale sikaria tunakukubali, hauna baya. Aje Haji mwingine hajichanganye tu. Wallace Karia tunakukubali, Wallace Karia tunakukubali kwenye mpira wa Tanzania. Wasio kukubali kwenye asilimia tisini, asilimia tano tu ambao ni wachumia tumbo, lakini kwa watu wa mpira, Wallace Karia tunakukubali na tunaongea neno hili. Leo mwezi mtukufu, nafanya nini hapa? Navuta nyiradi, nazungumza nikiwa nimefunga. Sizungumzi unafiki wala nini. Na wala sio na sema hivyo kwa sababu unipe hata 200. Wallace Karia ulichokifanya kwenye mpira wa Tanzania, kwa manufaa ya mpira wa Tanzania, hauna mpinzani. Na na sema hivi, Wallace Karia tuna kukubali kwa asilimia mia, na tunawashauri serikali na TFF, ukimaliza muda wako baba, ujengewe mnara pale TFF hata watoto wetu wakikua waone mnara wa Wallace Karia, afu watu wawaulize wale wa, wa, wa, wa, wa watakokuwa nao huyu ni nani? Wataambiwa huyu ndo Wallace Karia kajenga chuo Kigamboni. Wallace Karia kajenga chuo cha michezo Tanga. Wallace Karia kaifanya Simba Sports Club mabegani kwake kufanya vizuri miaka minne mpaka tumongeza max. Wallace Karia katika utawala wake ndio rais ambaye kafanya tumeshiriki timu nne na mpaka leo tunashiriki timu nne, toka hizo hizo tujaye kushiriki katika kati utawala wake hawa wachache wanaojifanya kumchukia kawabeba ma, umu kwenye mabega, wamefika fainali ya kombe la shirikisho kwa kupitia utawala wake na malezi yake bora, ndio maana wamefikia pale. Niambie, bila ya malezi ya baba wa mpira, watu tungeenda kufikia hapo hapo tulipo leo? Waskaria kaweka rekodi kamati tendaji ya kafu zamani walikuwa wanateuliwa tu, sijui otakuwa kwenye kamati ya nini, mjumbe maalum. Juzi umefanyika mku, mkutano wa uchaguzi wa, wa wakafu katika wajumbe wa kafu wanaoingia kwenye vikao vya kafu moja kwa moja. Kaweka historia, hamna Mtanzania yoyote zaidi ya Waleskaria kaingia katika katika vikao vile. Alafu natokea mtu mmoja ambaye hujielewi, ushafungiwa mara nyingi, ushafanya makosa mengi, unatuambia wa Waleskaria afai. Baba Waleskaria, tawala maisha yako wote milele. Tumekubali Watanzania, wewe ni kiongozi bora, yes.